Kwa Watanzania wanaoishi wakiwemo, na Watanzania wenzangu, mimi ni Mtanzania niliyesafiri nchi zote za dunia isipokuwa nchi hamsini na mbili, na kwenye hamsini na mbili, thelathini ni za Kiafrika. Kwa hiyo nimesafiri kweli kweli. Jicho la mzungu juu ya mtu mweusi haliwezi kuwa sawa wakati wowote ule, na ndio maana mtawala wa kwanza aliyetawala dunia aliyeanzisha Umoja wa Mataifa anaitwa Nimrod. Kabla miaka mingi mweusi kabisa Nimrod. Wazungu wanajua historia, wanapomwangalia mtu mweusi, wanajua mtu mweusi ndiye alianzisha utawala wa kutawala dunia. Wazungu wako makini, wanaleta programu zile za uzazi wa mpango, kuwazuia kina mama wasizaane, ili kupunguza nguvu ya kuzaana kwa Afrika, wanaleta utaratibu wa msizaane sana, na ndio maana tunatakiwa tukatae vyakula vilivyotengenezwa nje kwa wazungu tukatae machanjo chanjo ya hovyo hovyo. wa mama zetu wanachanjwa bila kujua wanachanjwa nini. Tukatae, wanasayansi wa kwetu wavuviwe na Mungu kuvumbua chanjo za kwetu, medisini za kwetu na utaalamu wa kwetu. Tunaanza baadaye, tutafika tunakokwenda kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen.